Nina wasalimu wapenzi watazamaji. Waiche kituo popote mlipo hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha manake hapa ndipo unapata uhondo kamili. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Vile vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu serikali ya Samia ambayo ni batili haijaweza kumaliza vita na wananchi bado. Sasa vita hivyo wanataka kusogeza kuelekea kwa manasi au kipenda manesi na madaktari wanaohudumu katika hospitali za Kikatoliki Tanzania. Unajua hii serikali inachukia sana dini ya Katoliki Tanzania. Licha ya kwamba Dr. Nchimbi, makamu wa rais, ambaye vilevile vile ni balozi Tanzania anashiriki kwa kanisa la Katoliki ambalo hata nami ninashiriki. Unajua u? uzuri wa Katoliki haijui kuficha, haijui kupalilia uovu, inaweka mambo bayana na hawajui kutetea mwovu kama vile Samia. Kuna kipindi ambacho padiri Kitima ambaye vilevile ni katibu mkuu wa chama ama ukipenda wa muungano wa maaskofu wa Katoliki Tanzania TEK aliweza kueleza kwamba wahudumu wa hospitali za Katoliki waliweza kumripoti kwamba kile kipindi cha maandamano ya tarehe 29 Oktoba Ah, 30 Oktoba, 31 Oktoba, wale wananchi ambao waliweza kuumizwa na walikuwa wamepata majeraha, endapo wangepata huduma za hospitali wangenusurika kifo. Polisi walienda kwenye hospitali zile na wakawaamuru manesi kwamba wawapeleke kwenye mochari. Kitima peke yake aliweza kuzungumza, tukisikia sasa ninaelekezwa na kuambiwa, bwana Ezra, zungumzia hili swala kwa sababu huu mtandao wako umekuwa ni mtandao ambao unatetea haki za Watanzania. Juzi tuliweza kuangazia Philip Mpango, walikuwa wanataka kumthuru, walipoona tumeangazia wakaacha. Sasa hivi ninaelezwa hivi. Serikali ya Samia wakiongozwa na Abduli mtoto wa Samia wameanza mchakato wa kutaka kuonga baadhi ya maaskofu ndani ya muungano wa maaskofu Tanzania ili waweze kutoa orodha ya wale manesi au kipenda madaktari ambao walikuwa kwenye hospitali za Katoliki Tanzania tarehe 20, ambao walikuwa kwenye zamu kwenye hospitali za Katoliki Tanzania tarehe 29 Oktoba, tarehe 30 Oktoba, tarehe 31 Oktoba kipindi cha mauaji Tanzania. Wanataka waweze kupata sajili, ukipenda register kamili na majina ya wale manesi na madaktari ambao walikuwa wanahudumu kwenye hizo hospitali, ndiposa waweze kuwatishia wawaulize, ni akina nani ambao walifikishia dirikitima taarifa kwamba polisi waliweza kuamuru baadhi ya madaktari na manesi kwamba walioumia hawapaswi kupewa huduma ya kwanza, hawapaswi kupewa matibabu, bali wanapaswa kupelekwa mochari. Hofu ya serikali ni kwamba taarifa kama hizo zinaweza zikatolewa kama ushahidi katika mahakama ya ICC International Criminal Courts. Kwa hivyo mambo ni mawili. Baada ya serikali hii kupata sajili ya madaktari pamoja na manesi ambao walikuwa wana hudumu kwenye hospitali za Katoliki kuanzia tarehe 29 Oktoba, 30 Oktoba na 31 Oktoba. Nambari moja wanataka kuwatishia wasitoe ushahidi huo. Nambari mbili, wanataka kuwahonga madaktari na manesi wasitoe ushahidi huo kwa sababu ushahidi kama huo unaweza ukafunga hata rais, unaweza ukafunga hata viongozi wa taifa, hasa hii serikali ambayo iliweza kuangamiza watu zaidi ya alfu kumi Tanzania ambao walikuwa wanadai haki yao ambao walikuwa wamekataa uchaguzi wa kimabavu ambao walikuwa wamekataa ukandamizaji na utawala wa kibeberu Tanzania. Nambari tatu, wanataka kuwakamata na kuwafanyia jambo baya. Kwa hivyo, ndani ya ule muungano wa maaskofu TEC Tanzania kuna wale ambao wameweza kuchaguliwa na watasaliti Padri Kitima, na watasaliti manesi pamoja na madaktari Tanzania, wale ambao wanahudumu kwenye makanisa ama kwenye hospitali za kanisa ya Katoliki Tanzania. Serikali inahofia kwamba zile taarifa zinaweza zikatumika kama ushahidi katika mahakama ya jinai. Serikali inahofia kwamba zile taarifa ambazo Padri Kitima aliweza kuzisema, huenda kuna baadhi ya mahospitali ambayo yako na CCTV, na maafisa wa polisi wanaweza wakaonekana wakiwa wanajaribu kushawishi madaktari na manesi kutotibu wale ambao waliweza kuumizwa. Kwa hivyo hizi ni taarifa za ndani ambazo nimeweza kupewa. Nikaambiwa kwamba unaona, hizi pesa ambazo ziliweza kumfanya Judas Iskarioti akamuuza Yesu. Kuna maaskofu ndani ya Tume ya Maaskofu Tanzania ambao wamelipwa mabilioni ya pesa na utawala huu mbovu ili tu kutoa sajili register ya wale madaktari na manesi ambao walikuwa kwenye zamu tarehe 29, 30 na 31 Oktoba kwenye mahospitali ya Katoliki Tanzania. Wakishapata hiyo sajili, wataanza kuwatumia vitisho kwenye SMS, kwenye simu kuwatisha wasije wakatoa taarifa hizo za ushahidi kuelekea kwa mtu yeyote ya, yaani Samia anataka kutumia mabavu ili kuendelea kusalia madarakani. Azao lako ni lipi? Ndio ninajua Juda asiskarioti ni wengi hapa nje, lakini sasa watu wameweza kuua wananchi, viongozi wameweza kuua wananchi, halafu tena wanataka kutafuta mpaka ushahidi wa ufuti Sidhani kwamba Mwenyezi Mungu analala. Wazo lako ni lipi?